Ndugu mswahili, kuna baadhi ya viji maneno ukivitumia, wewe utaonekana mswahili mzuri sana. Ah, sasa kuonesha msisitizo unasema, Jean Claude nazungumza kitu gani? Mtu anayetaka kuonesha msisitizo anatumia maneno haya, nina furaha na blaha, maana kwamba nina furaha nyingi sana. Mtu utamsikia anazungumza furaha na blaha, maana kwamba furaha isiyokuwa na kifani, furaha tele, furaha nyingi sana lakini mtu anasema kukutana naye na, na, na leo sikuwa ni nguvu zake, lakini ilikuwa ni, ni makudula na mbawazi za Mwenyezi Mungu. Makudula na mbawazi, makudula ni nguvu, mbawazi ni rehema, na unasema makudula ya Mwenyezi Mungu, nguvu za Mwenyezi Mungu, halafu na mbawazi za Mwenyezi Mungu, maana kwamba lehema yake Mwenyezi Mungu lakini mtu mwingine anasema mi nazungu na, na na kukutana nawe ilikuwa ni sada na sudi. <laughs> sada na sudi maana kwamba ni fla, ni m, kwa sada na sudi, kwa bahati iliyo njema. Bahati iliyo njema ndio tunasema kwa sada na sudi. Kukutana nawe ilikuwa ni sada na sudi, ilikuwa ni ni ni, ni, ni bahati iliyo njema. Mimi najihesabu mwenye bahati Alafu mtu mwingine anasema anasema nazungumza kwa chata na tama. Kwa chata na tama ni kwa kupendezwa na kufurahishwa. E, nazungumza kwa chata na tama kabisa. Lakini mwingine anasema siku hii sitazungumza kwa chata na tama, bali nazungumza kwa chonda na kibuti, yaani nazungumza kwa simanzi kubwa sana, nazungumza kwa masikitiko, nazungumza kwa, kwa, kwa, kwa huzuni kubwa sana Ndiyo, tunasema kwa chonda na kibuhuti. Vile vile nazungumza kwa buka na jitimai. Buka na jitimai pia ni kwa chonda na kibuhuti, ni kwa, kwa kwa simanzi kubwa sana. Mtu mwingine pia nasema laili wa nahari, nilikuwa na, na nakuwazi laili wa nahari, yani laili wa nahari ndio kusema usiku na mchana nilikuwa na kuwaza. Usiku na mchana, maneno hayo mimi nakutajia ya kamate kamatia kichwani mwa wewe, utaonekana mswahili mzuri sana. <laughs> Ah, mtu mwingine anasema nazungumza mazungumzo kuntu. Mazungumzo kuntu ni mazungumzo Unaeleza kwa paluanja, unasema kwa fusuli, unasema kwa kiadha, unasema kwa muwala yaliyo hadharani, un, yaliyo upenune nayaweka hadharani, unatoa, unatondoa, utondozi. Hey, hey, hapo utaonekana mswahili mzuri sana kusema. Unasema Kiswahili mufti, yani Kiswahili kizuri sana, sio Kiswahili shelabela, Kiswahili cha ovyo ovyo. We ukitumia maneno hayo, taonekana mswahili mzuri sana. Naona Waswahili wengi wana kasumba ya uweledi <laughs> yani intellectual arrogant, kuonesha kuwa wao ni wasomi, wanazungumza wanahutubia kwa kuchanganya changanya lugha nyingine na Kiswahili. msi msibanange Kiswahili. Kiswahili ni lugha ashlafu, yani lugha ya kuheshimika sana, ni lugha tukufu na inazungumza mambo matukufu. Ndio maana tunalazimishwa kuzungumza Kiswahili mufti, Kiswahili kizuri sana. Eh ndugu Mswahili, nakuomba ufanye subscribe, nakuomba ufanye share na comment, alafu tuendane kabisa. Ingawa wewe Mswahili, mi Mnyarwanda, lakini kwa machakula ninayofanya, kwa harakati ninazozifanya Nadhani kuwa tutaendana bila shaka, ima faima <laughs> ima faima ni juu chini e. Maneno haya ya kamate kamate, ya kamate kamatia, wewe mswahili, ukiyatumia katika ya mazungumzo yako, utaonekana mswahili mzuri sana. Kuna mtu ambaye anaitwa afriti kijiti. Afriti kijiti ni mtu mbaya sana, mtu ambaye hawezi kukufaa kwa chochote, huyo tunamuita afriti kijiti ni mtu mbuku mbuku mpyalo mnywanywa mununa. <laughs> Hayo eh, maneno yote kabisa utayatumia na kuelezea paluanja. Paluanja ni kinaganaga, yani ni ni, ni waziwazi na kuelezea paluanja. We tumia maneno hayo <laughs> Ndugu mswahili, mimi nakwambia ukweli. E, nakwambia ukweli, tumia maneno hayo kwa kuwa ali, maneno hayo yalikuwa yanatumika na wazee wetu wakina Shaban Robert, wakina Mwalimu Kambarage Julius Nyerere, eh, hayati baba wa taifa, tunamheshimu sana kabisa kwa kwa nguvu zake alizokuwa nazo na harakati alizozifanya ili kuikomboa bara letu la Afrika. Kiswahili, so, wewe jaribu kutumia maneno hayo katika mazungumzo yako ya kila siku, wewe utaonekana mswali mzuri sana. Watu wanaokusikiliza watasema hey, hey, mswali mzuri sana kabisa. Hey, shukran belele, shukran jazila. Nawashukuru ninyi nyote ambao mnaangaliaga video zangu, na nawatakia baraka za kazole, baraka nyingi sana, baraka za kazole. Mupige mboze na mize kwa teomoji Kupiga mboze na mize ni kuwaua ndege wawili, ukitumia jiwe moja, ukawaua kabisa. Ehe, unaona, jiwe moja unapiga mboze. Ni ndege na mize ni ndege, ukawapiga. Ukupiga mboze na mize ni kupata vitu viwili kwa wakati mmoja, ndio kusema. Sawasawa sawa vile kusema kupata hija kwa haja, hija kwa haja, pia ni kuwaua ndege wawili kwa teo moja, yaani kupata mambo mawili kwa wakati mmoja, kufanikiwa maradufu. Ndiyo kusema kupiga mboze na mize na kupata haja hija kwa haja eh. mimi <laughs> nakwambia ukweli ndugu Mswahili, kamata kamatia, zingatia maneno hayo, ukiyatumia katika mazungumzo yako utaonekana mswahili mzuri sana. Langu jina Jean Claude Niyomugabo nayayuka huku nikiwezeka kwa tuluhani. Naam. Usiache kufanya subscribe. Asante.